Nikakutana na rafiki rafiki akanitoa kwenye dhiki, nami nikakubali yake masharti. Ana nilichoko masikini ni tumiko la Mungu, lakini si Mungu. Wamwabuduye wanayo miungu, ila siyo huyo Mungu tumwaminiye limenifanya ni mwache tumiko Mungu kute nimemwacha tumiko, Mungu kiso masikini tumiko, tumiko. bwana mimi nilikwambia huyu sio kwamba lazima ndio usikie maneno ya watu wazima ndio uje kwamba wao ndio wana busara hata sie vijana tunaweza tukamshauri kitu kizuri huyu sasa unaona alivyovovonga kiko wapi yamemshinda huyu bwana mungu aweze akakuweka wewe kiloho nimekusikia ndugu yangu. Mimi nakuomba tumshauri mwanao nimekusikia aachane na uchungaji aachane nao no, ikifa e, utakufa njaa wewe. Wewe utakula nini? Kweli nataka nije kukutembelea kiu kweli kabisa. Hivi unafahamu ya kwamba wewe ndio chanzo cha mimi kuaibika? Umenichanganya kabisa yani. Kili yangu yote imevurugika hapa. Sijui nitaanzia wapi mimi jamani. Kweli, mama. Bwana asifiwe. Sikao, mama. Shida nini mama? Ah. Ya, nipo, mwanangu nimechanganyikiwa sana. Nini tena? Yaani watu wameingia kwenye kilabu changu wametia fujo wamemwaga pombe wamevunja kila kitu, yani hadi banda lenyewe wamelivunja, yaani wamenivuruga, sija ha, hata nitaanzia wapi. Asante Mungu, umejibu maombi yangu mama. Mi naamini hiyo ni habari nzuri kwana, kwa sababu nilikuwa nakwambia hiyo biashara ifai. Siku zote nilikuwa nakwambia ni biashara isiyofaa hivyo. James, una akili kweli wewe eh? Hilo ndio jambo la kushukuru hilo? Wakati mimi nimepata shetu na shukuru, unashukuru kitu gani wewe James eh? Hey. Mama, katika maisha kuna majira kwenye kila kitu. Biblia katika kitabu cha uh, cha Mithali inaongelea majira ya, ku, ya kuvuna majira ya kupanda majira ya mvua majira ya jua Kwenye maisha kuna majira, na wakati huu nataka niamini kabisa majira hiyo. Biashara umeifanya miaka mingi, zaidi ya miaka ishirini, umenisomesha, ndio, lakini majira yake yamefika mwisho. Tuangalie mambo mengine, mi naamini Mungu bado anataka kuanzisha kitu kipya kwenye hii familia. Alafu nimekuletea mgeni, rafiki yangu anaitwa Tiko, ametokea Dar es Salaam kwao. Tuna ugeni mama, pole kwanza, lakini tuna ugeni. Tiko, pole mama, Mungu atafanya Haya, mwanangu, nashukuru. Asante. Karibu, karibu, karibu sana. Asante. Karibu, karibu, karibu sana. Asante. Ndani mama. Sindio, lakini jambo tulilofanya, unajua sio jambo la kiungwana, ila tumefanya kwa ajili ya kumsaidia ndugu yetu, si ndiyo? Ila kuna mambo haya mawili ndani. Mambo haya mawili mfano, jamii ikijua kwa hiki kitendo tulichofanya. Cha pili, mshikaji mwenyewe naye akijua kama sisi ndo tumefanya hivi. Unajua, kuna wakati unaweza kwenda kumsaidia mtu, lakini unaweza kutawe maana Tutafanyaje kuhusu hili? Tujadiliane kama watu wazima hmm. Sio kujadiliana tu kama watu wazima, tujadiliane kama watu wenye akili. Sasa mi nafikiri hili swali lako ungemuuliza huyu bwana, kwa sababu huyu yeye ndio waliotuishisie tukafanya yale majambo. We bwana, jamii nkishajua tunafanyaje yani? Kwanza kabla ya kujibuni swali lenu, hadi nimeweka pozi hili, ninafuraha sana alafu nakuja kwenye pointi ya swali lenu kuhusu jamii, kuhusu James. Kwanza jamii tunachana nayo, nauja kwa James. James akishajua swala hili tumelifanya sisi, atafurahi sana, kwa sababu ndoto zake sisi ndo tumekuwa watu wa kuikamilisha, itakuwa imesha imetimia. Na chingine mnaogopa mi jamii? Kwani jamii haijui kwamba hivi vitu sio vizuri? Kwanza unaogopaje jamii wakati wewe umejificha sura kwani kuna mtu kakuona, we bwana? Pamoja na yote hayo tunazungumza tu sasa. Hiyo jamii wewe unaizungumzia jamii, sawa. Turudi upande wa pili. Wewe, mahakama utaiambia hivi, kuna mtu kakuona? kuna mtu kakuona sura? Maanake sisi wote tumejificha sura. Sasa wewe unavyoogopa mahakama, kuna mtu utaenda kumwambia kwamba bwana mimi nimefanya hiki na hiki na hiki na hiki? Haujaonekana, unaogopa nini? Sasa mi ngoja nikuambie kitu kimoja. Mi mwenzio nilivyo, mi sitabiliki mischi mm. mtu mm. mm. ambaye kigeugeu, na geuka, geuka. Mm. kama mnavyonijua mm. kweli, jambo tumelifanya kwa ajili ya kumsupport mwana. Ndio. Lakini mimi simo, kwamba simo, nilikuepo yeah. Eh, lakini simo. Nikiulizwa mimi simo nasijafanya atakaitaja huu msala ni wa kwake. hey, mimi kama wewe tu <laughs> mimi kama kmaat wanafanana Amwezi mkasema na nyinyi amua kwa sababu tumeenda wote na tumefanya hili jambo kwa ajili ya kumsaidia mshikaji. Aha. Sasa nyinyi ngoja ngoja kwa niongee. Tatizo ni nyinyi kila kitu mna, ni watu kujitoa toa. Sio fresh. Hi, tumekubaliana. Sielewa. Na tukaweka mkono anayekubali kila mtu akagonga. Sasa nyinyi mnavyosema kwamba swala hili la mimi peke yangu maana yake nini sasa? Mi manangu hujanielewa. Sio kwamba simu labda ni kwamba tumekukataa wewe ndio umefanya. Yaani hmm. Mi simu na maana hata ukiulizwa sema ujui kila mtu akatae. Sio unakubali. Sasa swali lenyewe tumefanya kum kumtenga mwamba pale asijue, kwa sababu ile kilopolopo, tumejikusanya sisi ambao tunaaminiana, tuna hapa bwana, jibu la pamoja. Kila unachoulizwa wewe mimi sijui eh hey, yani kwa kifupi heya tukisema yana yeah, kuna atakayotokea ya, kwa sababu ukiangalia vizuri ili jambo kisheria si tumevunja, kwa sababu haiwezekani leo ukaenda mahakamani ukasema eti bwana, hili haya mambo ya kiroho tumeamua sisi tukavunje, kwa sababu huyu bwana atakuwa pastor. Haiwezekani, hiyo haipo. ndio eh yeah. Kisheria si tumevunja sheria sabili. Si hmm. sheria. Simu mchanga wa pwani kiapo hicho, tupige kiapo, tupige kiapo neno hayo lakini yeah. Kiapo yes. Kinaenda na agano sawa, umeelewa? mm -hmm. Yoyote mm -hmm. Atakaenda kusema hili yeah. Jambo kwa mtu mtu yoyote mm -hmm. akigundulika ni la kwake yeah. yeah. Turudi tukapige gawa, gawa. Yeah. Yeah. Oya, mwanangu, haya yeah. Tuwekee mzigo yeah. Sasa leo tabia yako ila kuniwekea sijui sukari nyingi, sijui nini. Ah, leo stati Biblia katika kitabu cha Zaburi ishirini na tatu inaongelea na kusema, Bwana ndiye mchungaji wangu uh, sitopungukiwa na lolote, nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti sitoogopa lolote, kwa maana Mungu yuko pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe, amina. Katika shida unazopitia katika hali yoyote ya ugumu unayopitia, nataka nikutie moyo. Daudi anasema ya kwamba hata kwenye shida zake hakuwa peke yake. Mungu bado alikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Najua labda kuna changamoto unazipitia za hapa na pale, kuna namna ambayo wewe unahisi uh, kuvunjika moyo, lakini kumbuka Daudi katika kitabu cha Zaburi anasema hata kwenye lile bonde la mauti hakuwa peke yake. Kwa hiyo inamaanisha Mungu yupo hata katikati ya shida zetu. Unaweza usione udhihirisho wake, unaweza usimuone akitenda, lakini yupo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwao nataka uamini, nataka uamini. Amina. Na nataka uwe na imani, nataka uamini na moyoni mwako ya kwamba Mungu anaweza kutenda. Hivi vitu vyote vinatokea kwa bahati mbaya? Eh, mimi naona kabisa Jacob anamaanisha, anafanya kwa makusudi, ataki kupa yeye nafasi. Yaani anajua kabisa we kuchukua nafasi yeye, atakuwa amepotea. Tumiko, Tumiko, Tumiko, Tumiko. James, hizi vitu sio vya kufumbia macho, na hapa uwezi kutimiza kabisa ndoto yako, watu wote anamwamini yeye. Nashauri nini, tufanyeje? Nina wazo kama tutakubaliana hapa tulifanyie kazi James, tuame mji, mi naona tuondoke, tuende hata Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna watu wengi. Watu wengine hawana hata muda wa kwenda kwenye nyumba za ibada hawana. Kule atilisi utapata watu wanaokusikiliza utapata nafasi, ule mji upo bize sana kulikoni hapa. Hapa uwezi kupata nafasi yoyote, yule jamaa hataki kabisa kukupa nafasi hmm. Sasa, lakini Dar es Salaam tiko, hatuna makazi mama. Uh, tunamweka wapi au tunamwacha mama? Mama kumwacha hatuwezi, lakini kwanza tunatakiwa mi nawe tukubaliane kwamba kweli tunaondoka afu, mama mi nitajua jinsi gani tutaongea naye tutamkomvisi vipi. Tuondoke naye mimi sina neno, kwa sababu hali yenyewe si unaona ilivyo. Yani mimi kama mimi sina tatizo, inabidi tu baadaye jioni tukikaa labda na mama tumueleze, uh, lakini umjibu wewe, maana mimi sijui nitamjibu nini. Tutafikia wapi? Sielewi. Mna shida. Mimi nitaongea naye mama, kwa sababu mimi najua nini nitafanya, najua hatutoshindwa. Sawa sawa, hamna neno, twende. Sawa, tuondoke tu mama Yakobo, mm -hmm. Mimi nilikuwa na ombi. Nilikuwa naomba sana umsaidie mwanangu James. Eh, James. E, ili afanikishe lengo lake. mm -hmm. Binadamu huwa wanataja magari kweli. wanataja farasi, ila sisi tunalitaja jina la Mungu wetu. sawa sawa, Mungu anaweza akamsaidia. mm -hmm. Aendelee na ibada na maombi Amina. Um, eh, haya nashukuru sana mchungaji, barikiwe. Karibu sana. Haya asante. Amin. Aya safari njema mama. Haya baba aya. jina la Yesu, kila roho iliyofunga nafsi yako iliyoshikilia maisha yako chochote ulichokanyaga chochote ambacho kimekugusa huko barabarani kikaachie katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu naamuru moto ndani ya mwili wako, ninaamuru viachie katika jina la Yesu. Ninaamuru amuru viachie katika jina la Yesu, ninaamuru viachie katika jina la Yesu. Nina kuamuru hamka kwa jina la Yesu. Mama. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Ona, karibu. Asante. Najua fika umemfata Tiko, mtoto wangu Tiko. nimemfukuza hapa kwangu. Ah, lakini baba. Kwa nini ulifanya hivyo sasa? Tiko anataka kuniletea umaskini hapa kwangu hapa kila anavyozungumza naye hanielewi. Unaweza ukamtafuta mkaelewana juu kwa juu sawa, lakini mimi sikutaka tufikie huko kwenye hatua ya kumfukuza, na isitoshe kikubwa nilichokuwa nakitaka kitaka wewe uongee naye tu mwanangu. Mi ningefanya nini kwa jinsi lilivyombembeleza unafikiri, mimi pesa zako? Pesa zako mimi sizitaki, nazitaka sana pesa zako. Lakini sasa fanya hivi, nenda kamtafute. Ukimpata mja hapa wote, ila kwangu swala la kumpata lina shida, na nina imani kabisa nitakuja naye, isipokuwa jukumu la kuongea naye ni lako mzee. Mimi sina wasiwasi kwenye hilo <laughs> sina wasiwasi kabisa mimi nadhani unielewe, jinsi nilivyozungumza naye nimepiga debe, nimepiga manyanga, nimepiga ngoma zote, hazikueleweka. Na nikamwambia nenda kamlete Yohana, namtaka Yohana hapa nyumbani kwangu. Kwa hasira zake akaamua kuondoka. Fanye nini? Sawa baba, basi Mi naona nisizidi kupotezea muda, kwa sababu una majukumu mengine ya kifamilia hapa nyumbani. Kwa hiyo nitaenda kumtafuta. Sawa, nitaenda kumtafuta tiko wangu na na imani nitampata tu. Sawa. Sasa baba samani, unaniachaje baba? <laughs> Ile usijali wewe, utaangalia tu simu yako mwamala, utasoma. <laughs> <laughs> Kidume hicho. Sasa, hana shida. Nikusindikize. Hapana, hapana. Unaniacha sempale. Mama, mimi mm, leo tumejadiliana na James, ndiyo nimeona tu mama, bora tondoke twende tu Dar es Salaam, kwa sababu mama, hapa James hawezi kupata nafasi kwa sababu ya, ya yule pastor Jacob, yule mtumishi hataki kumpa nafasi kabisa James. Alafu mama, James ni ngumu sana kutimiza ndoto yake akiwa eneo hili. Yule pastor Jacob kashika kijiji kizima, na hakuna yoyote anaweza akamsikiliza James kwa sasa hivi, wanamwamini yule alafu, mama, kijiji kina mambo ya kishirikina sana. mm. ni kweli mwanangu, nakuelewa vizuri sana sasa. Mwanangu Tiko, tutafikia wapi mama? kuzala kufikia, naomba mimi niachie, lakini cha, cha muhimu hapa wewe kukubali tu kwa sababu Tuangalie na upande mwingine tuone Mungu atafanyaje James. mm. mm. memsikia mm. atika unachosema. Mm. Basi mimi sina tatizo, nimekubali mwanangu, yaani natakiwa tu tuone Mungu atafanyia mi. mm. Kweli nishaongea na mama na amekubali. Sasa wasiwasi wako ni nini? Huwa naambia tu unakuja saa ngapi ili nje kupokea nikupeleke. <laughs> Acha wasiwasi bwana, rafiki yangu nasikia. Ay basi poa, watongeo kesho inshallah. Nimekuchanganya na inshallah. Basi Bwana Yesu asifiwe.

Jambo baba. Shika mama. Jambo, ujambo baba? Jambo mzuri. Mzima ah, mzima. Mama, niambie, una shida na hawa? Nimekuja eh, ah, hapa, halafu na kufuli, na nimepita asubuhi. Wamesafiri, wameenda Dar es Salaam eh, toka alfajiri. Kama unashida nao sana, karibu baba. Baba haya ah,

Yesu, Yesu mimi Yesu ndani. Yesu kaja humu ndani. teso roho ya kukataliwa ni kweli ndani nasikia, tumiko nimtumikie nabii kwa wakubaliki, naenda mjini kutafuta riziki. Baada ya kufika mjini, bado haikuwa rahisi, nilipoteza matumika. kafungua wa kanisa washirika sita, moyo ninaamini. Nikakutana na rafiki rafiki, akanitoa kwenye dhiki